Wetu. Mama, wewe sio mbaya serikali, ambao wa, wa, wa, wanaoajiriwa ambao unawaajiri ndio wabaya, ndio wananyanyasa Tanzania yetu, ndio wanataka kuchafu, kuchafua Tanzania yetu. Tanzania ni yenye amani, Tanzania ni yenye amani. Wewe mama unatupenda, mama unatupenda, mama unatupenda sana, mama wewe ni mwema, wewe ni mwema, hamna, huna ubaya, wote huu waajiriwa. Jana naenda kwenye ofisi ya mnani mkuu wa nani, mkuu, mkuu, mkuu wa mkuu wa wilaya, mkuu wa mkoa nikakuta sekretari ndio wakatukalisha, wa, tuonani na kikao na huyo ambaye alipewa, je kutuhamisha hapo kutoka hapa. Mimi nasema mimi sidai chochote kile si, mimi nimaliza mkopo zamani sana mpaka sasa sidaiwa hata shilingi, lakini sekretari wale wa, mimi wa, wana wana wananipiga wanasema, unadaiwa nani ukakataa kudaiwa uje kwa hamsho nyumba, wewe unadaiwa mkopo. Mimi nadaiwa nini? Waende benki waulize kama mimi nadaiwa benki CRDB, waulize kama mimi nadaiwa mkopo. Eti mume wangu anadaiwa mkopo? Hatudai hata mia, hatudai hata mia, hata mia hatudai. Tanzania tutaisha wa Tanzania hivyo wanakuchafuria jina mama Samia, mama wetu mpendo, unatupenda umefanya mambo mangapi. Sasa hivi wanakuja ni watalii, wanakuja wanaingiza nani kipato hapa, unafanya mambo mangapi mazuri, lakini leo watumishi wanakuja kukuharibia. Mama Samia yangu ndio hayo, nisikilize mama mama wangu, aomba uangalie hili jambo, yaani yeah. utusikilize mama Samia, ututetea haki zetu za wanyonge yeah. Hey, sio haki hii. Swala lipo mahakamani. Hey, kuna watu wanataka kutunyanyasa, wanatumia fimbo, pesa zao kama fimbo Mama Samia. Mimi nachosema mkuu wa mkoa amchunguze huyo mtu ambaye aliosema al, al, amenunua nyumba hii, tumtizame kwa sababu yeye ni mnunuaji ni, ni majumba yeye yeah, achunguze huyo mtu katika ununuaji, majumba yote yamekamilika ya, ya ya <coughs> <coughs> yako sahihi <coughs> kwa sababu kila nyumba akinunua zinakuwa na kesi, na yeye ana ushirika na watu wa benki huyu mtu. Kwa taarifa ambazo tulikuwa tunazipata sisi, na sisi kwa sababu majirani tulikuwa tunamfuatilia. Sasa sisi kitu tunachokisema Mheshimiwa Rais, Mkuu wa Mkoa, sisi hii utepe wake wake sawezi tunaka... hawa ndugu zetu wakalala nje yeah. Haiwezekaniki. Kila siku wanateseka kwa... angalia. Kwa hiyo sisi tunakata utepe huu kutufunga kama kutuua kama kutufanyaje, sisi wote kwa hawezi. Ndugu zetu wa Tanzania wenzetu wanateseka, hii nchi yetu, nchi ya amani, kwa nini wanakuwa kama hivyo? Wanatesa yani, tajiri mwenye hela anakuja anakuja kuwatesa kwa sababu gani? Kwa hiyo sisi tukubaliane nao, sisi tunakata tepe. Kama kuja kufungwa ni kufungwa, mimi hapa, mimi hapa. Kwa jina naitwa Shukuru Musa Saidi Matimbwa. Eh, Mkuu wa Mkoa, katika swala hili haiwezekaniki, wanaonewa. <coughs> <coughs> <coughs> <coughs> <coughs> ma hey. Watu wamekuja, imesimama tu bajaji na watu kwenye pikipiki, wakashuka wakaenda kwenye geti, wakavunja kofuri, wakaingia wakawa wanafanya fujo. Mbona kijana bahati nzuri alipofika wale, baada ya kumwona wamefika, ikabidi wakae pembeni, akawa nauliza mboni mmevunja, tunaomba hati kutoka mahakamani inawapa nyinyi kibali au ruksa kuja kuvunja wao wakawa wanasema sisi tuna nyaraka kutoka ofisi ya mkuu wa wilaya. Akamwambia hiyo nyaraka mlokuwa nayo haiwaruhusu nyinyi kuja kufanya nini, kuja kuvunja. Tuisome hiyo nyaraka, mimi nikaipitia ile nyaraka, inaonyesha kwamba ni tangazo la mnada, sio kuja kuvunja wala kuja ku kuwaondosha. Lakini walikuja kufanya mnada, hawakuonekana nani ambaye amekuja kufanya mnada, hakuonekana watu wa benki wala wa nani. Lakini nyaraka walokuwa nayo inaonyesha kwamba ni, ni mnada mnaona. Lakini vokuja, wao walivyokuja wakafunga utepe wao kwamba wakawaamuru watoke. Kiukweli hata sisi wenyewe majirani tuko tukaona kwamba hii haki ina, inapotea. kwa nini tukae kimya? ikabidi tuje organize majirani wote, tukaja hapa tukapaza sauti, wale jamaa ikabidi wafanye nini waondoke. Na vile vile tukawaambia, hata kama mnaondoka, ili swala halitoishia hapa. Kama kweli mna haki, tusubirini, serikali itende haki yake, na tutampigia tutampigia diwani aje hapa, aliamuru kama kweli hawana haki, basi hawa watoke, nyinyi mchukue nani. Lakini baada ya kusikia vile, wakawasha vyombo vyao wakaondoka. Mpaka sasa hivi hapa palivyokuwepo navyotuona, tuliobaki hapa wote ni majirani, tupo kwa ajili ya kutetea haki ya mama yetu na baba yetu na ndugu zetu waliokuwepo hapa. naitwa Abdala Ali Abdala, ni mjumbe wa sehemu hii kusema eh, kweli kwa taarifa kwa Le, taarifa liliokuwa nayo eh, toka mwanzo eh, wa kesi mimi, nilikuwa ni shahidi, nilikwenda mpaka nikamaliza ushahidi wangu eh, ilikuwa usema kweli, ni ushindi ulikuwa wa bwana huyu Mahena, eh, lakini nashangaa baadaye imekuja kubadilika. ilikuwa, ilikuwa sipo, nimekuja kuambia bwana kuna fujo pale, nikaja kushuhudia hapa nikawauliza je, mmekuja na barua ya mahakama? Wakasema hapana, e, tumekuja na barua kutoka wilayani tu kwa mkuu wa wilaya. Nikawaambia hii bwana haiwezekani, barua ya mahakama iko wapi? E, nikaona na bwayabwaya tu e, lazima wapate barua ya kutoka mahakamani ndio wawezi kufunga hapa.